Msaka wa mwongozo na afisa upelelezi wa makosa ya jinai katika mkoa wa Kagera, mrakibu mwandamizi Max Mahindi, katika msaka wa jeshi hilo ilianza kukagua magari ya wafanyabiashara, ambapo nimefanikiwa kukamata catn za viroba aina mbalimbali na 1670 nchi jirani, pamoja na watumiwa wawili ambao ni Legn Samuel aliyekamatwa katika eneo la mtaa wa Sido na Betbuchad aliyekamatwa kwenye mtu maene yamtaa viroba mzigo wote na kama kuna mwingine huko mahali pengine popote. Kamanda eh, wa jeshi la polisi mkoani Kagera kamishna msaidizi mwandamizi Agoston Urume akizungumza juu ya msako huo amesema watakuwa endelevu, hivyo wakiomba wananchi walipe ushirikiano jeshi hilo ili iweze kutimiza adhima ya serikali e, Hembu wasikie kile serikali inachokisema eh. Serikali inakusudia uzuri la kuona kwamba jamii yetu na Watanzania wote kwa ujumla inanusurika na hili balaa. Sasa tunaomba tuendelee kusaidiana na tuombe wananchi wetu wa mkoa wa Kagera kwamba popote pale wanapoona kuna, kuna, kuna, angalau dalili za kuwepo kwa hii pombe ambayo imepigwa marufuku. Watoe taarifa mapema katika vyombo vya ulinzi na usalama. Tazama ITV, hii ni operesheni maalum ya Jeshi la Polisi ya kusaka viroba ambavyo vimepigwa marufuku hapa nchini, nikiripoti kutoka kwenye maeneo kituo kikuu cha polisi kilichopo katika manispaa ya Bukoba. Mimi ni Audax Mtiganzi wa ITV.